Baada ya kazi tukiwa tume tuliatulia tulia kidogo hapo nini, tunapewa kakitu kidogo kidogo hapo. Kwani munacheka? Mimi kakitu kidogo nasema uji na, na chai. Wakati tulikuwa tunapiga gumzo saa nyingine tulikuwa tunajiuliza, unajua jamani wale wazee ambao wameenda wakina Jaramogi, wakina Jomo, wakina Nikuruma, wakina Mwalimu Nyerere, jameni, jameni, unafikirianga wakiketi, wanaongeanga mambo gani? Ah, mimi nilikuwa nasema, unajua wanaongea siasa kama sisi, wanatuangalia tu na mambo hii yetu ya upuzi hapo, wanatuchekelea. Anasema, hey, lakini unajua I'm very keen kujua. Sasa ndugu yangu, umeenda mbele yangu, sasa tayari najua mume mnajiongeleshana huko, na sio ati niko na haraka ya kuja kuwafikia, lakini ba, ba, bado tunataka tutulie, tutulie kidogo. Mwenyezi Mungu atusaidie. Lakini najua wakati wetu tukifika, utakuwa hapo kutuambia njia ya kutembea hizo mabarabara za huko. Kwa hivyo yangu, ndugu yangu, ni kuombee kwa Mwenyezi Mungu akurehemu, akulaze na amani na wenzako, ukijua ya kwamba twakumbuka wewe na yale ambayo umebakisha tutaendelea nayo. Na familia yako sasa imekuwa yetu, na tutaendelea kuwalinda na kuwachunga. Lakini siwezi nimalizie nisiposema ya kwamba hata kama leo tuna huzuni na tunaomboleza, lazima kama Wakenya tuchukue nafasi hii kwa sababu Raila hangeweza kutenda yale ambayo alitenda kama angekuwa amesimamiwa na mama nguvu wa kazi, Mama Aida Odinga na watoto wake Rosemary, Junior, Winnie na kusimama pamoja nao kwa wakati wote nasema lala salama, ndugu. Mungu awabariki familia yako, na awapatie awafariji na awapatie nguvu. Na Mungu aendelee kuibariki Kenya hii yetu, Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Asanteni sana, Mungu awabariki.